Sasa pointi katika kuthibitisha hilo langu. Eh, baada ya kujenga hoja zangu kwamba eh, kama vile wanavyojenga hoja zao ku kuona Ukristo ni kitu ambacho hakifai, lakini na uzima wa nini wa milele, wana haki ya kusema hivyo kabisa, na wana hoja hizo za kusema hivyo na na neema ya Mungu ipo pamoja nao. Na mimi na pia Wakristo na haki ya kuonyesha bayana kwamba Uislamu hauna uzima wa nini Umilele. Okay. Saba, sababu hoja haikujikita sana hapo, wakati mwengine tutajikita hapo, natoa sababu za kinifu. Sasa leo hoja yetu ya msingi ni moja. Ndiyo. Je, Uislamu ni kweli umeunda na Ukatoliki? Je, una ushahidi? Sawa. Ehe, ushahidi ni nao. Cha kwanza kabla sijafunua vitabu vya, vya Waislamu wenyewe. Ndiyo. Nataka nikuonyeshe hapa nukuu ya msingi. Unafahamu Jesuit? Jesuit ndiyo. Unawafahamuje? Nawafahamu kama ni walinzi wa Vatican. Walinzi wa Vatican, hiyo ndio umemalizia hapa eh? okay. okay. Mwaka 1534, zaidi hicho unachokisema bwana Simbisi, walianza sawa eh? Lakini si kwamba wao ndio walikuwa point hiyo. Wao ni, ni ndani ni majasusi wale wale ndani ya Katoliki lakini walikuja na idea mpya okay. ambayo walitoa idea yao mwaka 1534. okay. Sasa, sasa. Na moja wa idea yao ni mwaka elfu moja mia tano arobaini ndipo Papa Paulo wa tatu akawa recognize akawapitisha shirika lao kuwa shirika la kijasusi ndani ya Katoliki. malengo yao yaani kuyazuia matengenezo okay, pindi hicho wana matengenezo, yaani wa Protestant walikuwa wameinuka na kusema Papa ni mpinga Kristo okay. Ehe, na kwamba mafundisho ya Katoliki hayapo kibiblia, kama kuna mapinduzi fulani yalitakiwa yafanyike. Manake wao walikuwa wanania kuunda kanisa lingine, walikuwa nataka kuondoa mamlaka ya Papa okay. Kwa hiyo Papa sijipandishe juu kuwa askofu mkuu wa maaskofu wote duniani, awe tu kama askofu wa Roma, imeishia palepale na askofu mwingine labda wa Uingereza askofu wa Tanzania, a, a, a, na, na mamlaka yale yale. Sasa hata wana okay, eh, askofu eh, eh, okay, mkuu mwenye maamuzi ya wote wana mmoja kama mwenyekiti wao mwenye, yani wa, wa kwanza katika sawa. Okay, katika mambo ya vikao na nini anainii kwamba ni mkuu mwenye maamuzi ya kumtewa huyu okay lakini papa yeye anateua maskofu wote duniani pamoja na mapadri mpaka watu walevo za chini, yeye ndo mwenye yeye kwamba yeye anakalia kiti cha nani? Cha Petro. Vicar of Christ, mwakilishi wa nani? Wa Kristo duniani. Jueni jambo zito sana, hicho ni choko kikubwa. Sasa Waorthodox walipinga, na Wakristo wa mashariki pia walikufanyaje? Walikataa, wakasema hawezi kumtambua papa wa Roma kuwa mkuu wa maskofu, kwamba amekalia kiti cha Mungu duniani. Ndio maana ukiangalia mamlaka ya papa yatokana na mfalme wa Konstantino si Petro wala Biblia, okay. Petro alikuwa na mke okay. E, papa aoi alikuwa na mke pe, petro sa, sa, na hakuna mahali Petro alikuwa kiongozi mkuu wa kanisa, hakuna katika Biblia. Kiongozi wa, wa, wa kanisa wakati ule alikuwa ni Yakobo, Yakobo ndugu yake Bwana, okay. nile kasoma baraza la Yerusalemu katika ile Matendo 14:15 utaona mwenye maamuzi pale kwa nani? Petro alikuwa alitoa tu hoja, lakini aliamua barua ikaandikwa ni Yakobo, Yakobo ndugu yake Yesu sawa sawa. Sasa na ukiangalia Wagalatia sura ya pili, petro wakati iko kule huko Antiokia, ndio alikuwa na alikuwa anakula na wa wamataifa. Alivyoona wayahudi wanakuja wakiswa kiyahudi, akajitenga na wale wa mataifa. Sa, akaanza aka kula na Wayahudi okay. Paulo akamkemea au si akamkemea nani? petro Mdia, kwa tabia ya unafiki, akaambia huo ni unafiki, atubu hiyo dhambi yake. Sasa niambie leo, kuna padri anaweza akamkemea papa? Hapana. Papa. Apa. kuna yule aliyojaribu tu kupinga hoja ya Papa Francis kuhusu kuwashimisha mashoga Ndio. alibaki madarakani yule yule askofu wa huko Marekani, aliondolewa, si uwezi pop na popo pia. Kuna doctrine ya Katoliki inaitwa infallible infallibility kwamba papa akosei. Okay. Ukisikia baraza la Trento, baraza la nini, okay. ya ya na papa ni, ni mwakilishi wa Mungu duniani katika kiti cha Petro. Walikuwa nakataa hiyo kitu, ndipo ndipo ikatokea mpasuko mkubwa na madhehebu ya, ya Kiprotestanti yamezaliwa baada ya Roma kukataa kubadilika kuwa kanisa la Kikristo kule okay. Kabaki kuwa papa na mamlaka ya kisiasa na mamlaka ya kiaskofu huh. Saa sawa, kwa Jesuit papa si yao kuu, au malengo yao makuu ni kulinda cheo ama kiti cha papa okay. Sawa, sasa walikuja na idea, kwanza waunde shule kuanzia nasari mpaka vyuo ili kuwadhibiti Waprotestanti, ili kusababisha Waprotestanti wasomee katika vio vyao na watu wengine wasio Waprotestanti. Kwa sababu gani? Ukisoma daima, wewe unaelewa, umesoma shule ndiyo. Wakati uko bwana mdogo, mwalimu kuwa namwonaji, naona kama ndo anajua kila kitu chote, anachosema yeye ndicho vyo kilivyo, sio hicho tu, uko sahihi, lakini namheshimu sana sana. Hata akikwambia a hey, baba akasema kwamba hiyo ni b, utamkubali baba au mtoto au mwalimu. Mwalimu ndo sasa, e mimi na nilikuwa shule, nikiambia hichi mwalimu amekosea. Kwa hiyo mwalimu ana nguvu sana kwa mtoto okay. maana mtoto wako unapaswa kumfundisha kwa miaka saba kwanza ndio mtoto aende shuleni kwa mjibu wa utaratibu. Leo tunauzia tuna watoto wetu walimu, ita ni mjinga ana, anaweza akambrainwash yule mtoto. Sasa walikuwa na, hizi shule ni kweli, wanajenga shule nyingi, watu wako na shule nyingi hapa, mambo ya shule ziko nyingi yeah, lakini hizo shule ziko strategic kwa ajili ya kumwosha ubongo mtoto. Kwa hiyo mtoto anabaki anaweza akawa Muislamu, akawa msabato mkakati, lakini moyo wake amefundishwa na padri na sister. Okay. akiwa na madaraka hawezi kuwafanyia ubaya wale watu, sawa sawa na wale wanafundishwa zile dogma huko ndani ya kanisa, hata kama ni Muislamu ndo maana leo ukiangalia maraisi wengi duniani wamesomea shule za katoliki hata Trump amesoma chuo cha Jesuit. Okay. Ukisikia the American Turning Point, anataka kufanya baa, anataka kuanza Sunday law Marekani. Okay. Kwa Marekani iwe na siku ya Jumapili, wote msifanye kazi Marekani. Lakini na hiyo ni papa si hichi kitabu, kinaitwa Laudato si, hichi hapo. Ndio. Laudato? Si. Ehe, hichi kitabu ni ni waraka wa Baba Mtakatifu Francisco juu ya hifadhi ya mazingira yetu. Okay. Ni kuna pa Saint Joseph. Ndio. Sasa hichi, ndani yake humu, kinatoa oda ya pumziko la Jumapili kwa dunia nzima. Lakini nikiongea na mwalimu Wankemwa kuhusiana na hilo swala, huwa anasema kwamba watu ndio waliomba, sio amri ya kuamrishwa, ila watu wenyewe ndio waliomba kwamba tunataka tuwe tunapumzika, kwa sababu ya mapinduzi ya viwanda. Watu kila siku wanafanya kazi, wanafanya kazi, wanatamani siku moja wa wapewe iwe lazima ya kupumzika. Ni watu ndio waliomba, sio kwamba ndio waliomba. Hivi unajua Warabuni Jumapili si wikendi? Waulize mbao Warabuni, hata Sudan, okay. Ni hapo Ijumaa na Jumamosi, okay. Hata Wakristo wa, wa, wa Katoliki, okay. Na, na wa Jumapili wote okay. wanasali Jumamosi Sudan. Ni very smart people. Yani ni kuambie ukisikia World Economic Forum unaifahamu? Naisikiaga ndio. Juzi kwa kuna mtu na mtuna Davos, ambapo Trump ameenda pale na viongozi wa dunia. Ule kulikuwa ni msugono mkubwa ambao Greenland. Ndio. Kile kile kimeitwa na WEF World Economic Forum. Sasa World Economic Forum iko nani? Iko iko Klaus Schwab. Klaus ni Mkatoliki, alafu ni Jesuit. Okay. Watu wajui.

Sa, nenda kaangalia waasisi wa ile UN, ya UN, oh, utaona wale makatibu na basi tumefundishwa na majesuit, wanamsifu James, mwenye jina anaitwa Charles Chahadin, huyu ni bonge la Jesuit ambao pia ukisikia alimwasisi Mao Zedong kumfundisha ukomunisti, ukisikia socialism communism imeundwa na Jesuit, okay, okay, yani ukisikia ukisikia Illuminant usikie mfano Maimos, ndio tarehe moja mwezi wa tano ndiyo. Dunia nzima inafanyaje? Inasherekea siku ya nini ya wafanyakazi na Illuminant ilianzishwa mwaka eh, elfu, mwaka elfu moja mia, elfu moja mia ngapi ile? Eh? mwaka elfu moja mia saba sabini na tisa. Sasa sawa mwezi wa tano, tarehe moja mwezi wa tano. Sasa sawa, na Illuminati ilianzishwa miaka sita baada ya miaka sita baada ya Jesuit kuvunjwa mwaka 1773 nenda kasoma historia mwaka 1773 kilitokea Europe, Jesuit viongozi wa Ulaya wote wakubwa wa farume walimlazimisha papa hawaondoe Jesuit ndani ya Katoliki. Okay. Sababu walikuwa wamewachoka umecho, kwa sababu gani? Jamaa walikuwa wamefanikiwa ume, kuishika Europe yote kiuchumi, okay. Kwa hiyo mfalme alikuwa hawezi kufanya lolote mpaka aongee na Jesuit, sababu wakati wanaanza kila mtu anaotaka wa Jesuit, sababu ni smart people na wachagui mtu mpumbavu wanachagua, okay. Yule mtu ni genius toka mdogo wanamwandaa wao mpaka aliosema huyu anatufaa kuwa kwenye society yetu. Hapa, eh? Kwe ni, ni entity ambayo inawasomi wa ndaku, leo, ya wa Marekani, okay. Juzi, ni wajuzi wa hali ya juu. Nitakueleza hata Wayahudi leo kuna baadhi ya kule Marekani wana nguvu wale, si Wayahudi wale ni Jesuit kwao, umechukua jina la Kiyahudi ili kama mwamvuli wao wazuie kama kinga ya wao kutoonekana. Ndio, yeah. Maana mwasisi wa Iluminati alikuwa nani? Myahudi anaitwa Adam Weishaupt, okay. maana ya Iluminati maanake walioangaziwa. Sasa okay. Asa, na mtu wa kwanza kuangaziwa ni huyu Ignatius de Loyola usika lampot kwa Kispanish manake iluminati yeye, okay. Alisema ye, ye, kwamba ameangaziwa ana nuru ana maono ya kuifanya Rome kuwa superpower, purpose ndo kaja akaunda Jesuit. Okay. Na wale wenzake wale, lakini imekuja kwa namna mpya baada ya kukataliwa na walifukuzwa katika nchi duniani eh, eh? si wafalme wa Ulaya ama chagua Jesuit. Ilikuwa ni balaa. Ilikuwa ni mvutano mkubwa mwaka 1773 ni elfu moja mia saba sitini na saba. Mgogoro ulianza pale usiku Paraguay huko South Amerika. Nenda kaangalie mwaka ile mwaka elfu moja mia saba, kaina ile ya kumi na nane. Sawasawa. Paraguay ilikuwa chini ya jezu, ilikuwa ni jimbo kubwa la jezu, wakawa na supply sukari dunia nzima. Okay. Na uchumi mkubwa ulikuwa, kwa sababu wale wafalme wa Ulaya wakawa na machungu kwamba sisi tumepigana tumeenda South America ni koloni letu, jinsi umeenda wakachukua wale wenyeji control, waka waka wakawafanya kuwa huru nje ya ufalme wa Ulaya. Kweli kama ni jeshi kubwa, Spain, Portugal wakapambana, lile jimbo la jeshi wakafeli. Sasa wakamwambia okay. Papa, hao vijana wako vipi? hao ni maaskofu tu au pia ni mm, kitu gani ikiwa ni vurugu Sao, wako very smart, na wakawa wanatengeneza uchumi wa kipesa, hata juzi huko, na walifikia moja alichimba chimba shimo huko, Papa Clement wa kumi na tatu wa kumi na ngapi? akajaribu kuondoa nini ili asipoteze influence ya falme okay, okay, wa Ulaya. Ndio. Kilichomkuta, alikufa. Okay. Baadaye sasa kabidi Papa Clement wa 14 akateuliwa. Okay. Ndio akatafuta kwa kwa kuomboa wa Jesuit wapi? Wako wazito kwa makamato, baadhi yao wameletwa paka pale Roma na Meli. Sasa na, ma, na kanisa Katoliki baadhi ya wafuasi wao kina hii shirika la do, do, Dominika. Ndia, na Francisco, Francisco Franciscana wakakataa kwamba wasirudishe Roma. Ko wakabaki ndani ya meli, hamna kushuka. Imekaa imesuguana kwa hoja kwenye baraza. Papa Clement akaamua ku disband Jesuit kwa pressure ya dunia. Okay. Sasa paka tafuta namna ya kuokoa wapi? Lakini akasema mwenyewe nimekata mkono wangu wa nini wa kuume. <laughs> Akamkamata mkuu wa Jesuit akawa amefungwa jela na wafuasi wake. Lakini lengo liko ni kurejesha. Imepambana mwisho, ikashindikana, viongozi wa kanisa wakawa wamekataa. Nipo Papa Clement akauawa wa kumi na nne pale Roma. Wakaandika man, waka... maneno pale kwenye ukuta wa Roma, papa aasieleweka. Wale wafuasi wa... wa papa wakaenda wakamta papa, ile maneno papa akasema mim, mim, mim, mim, mim, mimi mimi kwamba baada ya wiki moja achagueni papa, okay. na baada ile siku imekamilika tu papa akauawa ikatokea mvutano kati ya Jesuit na kanisa la Roma kwa miaka mingi ambao uli, uliishia kwenye baraza la Vienna, mwaka elfu moja mia nane kumi na nne. So, so, ikatokea solution ya mgogoro kati ya kanisa katoliki no, okay. ya kanisa katoliki na jamaa ndo wakavaa shuka la Illuminati Illuminati toka zaleo mwaka 1776 Mei Mosi. Okay. Sasa Mei Mosi leo unashabikiwa na wafanyakazi wote kwa sababu Illuminati wanaamini hivi, ujamaa ndio solution la bora la kiuchumi kwa uchumi wa dunia. Oh. Sababu ujamaa ambao lengo lake ni ukomunisti. Yeah. Kwamba kuna wachache ambao wanakaa juu. Okay. Afu nyinyi chini mnakuwa kondoo. Okay. Wanahubiri usawa. Lakini ukiangalia wale ambao wanahubiri usawa, wewe wa ushaona viongozi wa jamani maskini? Hapana. Unamona maskini yule, lakini anaubili sawa, lakini anaheshimika. Sababu ukishakuwa mjamaa katika imani ya kijamaa, yule mwanzilishi yule, kiongozi au kile kikundi kinakuwa kama Mungu mungu munguismamungusashii uchumi wa kibepari unawafanya mtu binafsi kuwa na uchumi kwa serikali inachukua kodi nani kwa mtu binafsi sasa, kwa aina ya uchumi wa kibepari ni ngumu sana rais kuwa na mamlaka juu ya wananchi okay. Sasa pakapo yeah. Ndio maana rais wa Marekani ana nguvu sana juu ya wananchi okay. Ila saa hivi wameanza kubadilisha wa utaratibu yeah. Sasa ujamaa, ina maana wote mnakuwa wafanya kazi, mnakuwa wote ni waajiliwa wa serikali, ardhi yote ya nchi inakuwa chini yes, ya serikali, kila kitu ni cha nini cha serikali, wote lazima muiabudu nini serikali Matapakwetu picha Nyerere ilikuwa ni balaa okay. ukimkosoa tu mwenyekiti uko wewe, unaumizwa. Izidumu fikra za nani, za mwenyekiti. hata leo le <laughs> serikali yetu ya Tanzania ina ujamaa hey, bado tuna ujamaa kwetu hey, serikali ina nguvu. Wajamaa wote wanaamini power ya state okay. Sasa sawa, lakini wabepari wanaamini kwamba nguvu ya wananchi, kwa maana wananchi ni wana control nini, serikali okay. si serikali yo control wananchi, hiyo ndio msingi wa Marekani. Sa, au nchi za zile pale za kama Uingereza na kadhalika, namaana kule mtu rais akifanya ujinga ujinga na shangama jiuzuru, watu wanaandamana, wanamtoa nani rais. Lakini katika serikali ya kijamaa utamtoa rais? Hapana. Umtoe ex ex Jinping? Hapana. Umtoe Kim Jong Un? Hapana. Umtoe Putin? Hapana, ni ngumu sana kitu kama hicho. Wale wanaheshimika kama Mungu wasa. Jesuit ndio wanaunda utaratibu huo, na utawala wa Vatican ni aina ya, ya ujamaa okay, lakini ujamaa wa kifashisti ambao wenyewe unakubali dini sababu ujamaa wakina Kim Jong-un unakataa dini. Okay. Dini yoyote, Uislamu, siwi Ukristo, Ubuda wataki. Sasa hapa hapo wenye imani yao watumia hakuna Mungu. Na ufashisti ni aina ya ujamaa, lakini wenyewe unakubali Mungu. Sawa eh? Yeah. Lakini una, uchukui mchanganyiko wa dini. Uh -huh. Unachagua dini moja kuwa dini ya serikali. Okay. Kama vile Italia. Ita, ita. Kwa unachagua dini ya Katoliki. Sababu Italia ilikuwa ni nchi ya kifashisti. Okay. Itra alikuwa ni Mkatoliki. Kwa aliupo Katoliki kipaumbele, kwa ni, ni fashisti ule. Okay. Sasa hapo kapo yeah. Na usikie ufashisti ni aina ya utawala wa Roman Empire. Kwa Roma alikuwa ni fashisti, maana kwa mfalme anapokuwa anateuliwa kwa, kwa mfalme Kaisari, mm. Ana, anachukua zile fimbo, ni mrundiko wa fimbo nyingi zimewekwa pamoja. Yeah. Afu kujua meka shoka huku yeah. nyundo. Okay. Kwamba mamlaka yote inakuwa chini ya Kaisari. Kuanzia mtu mpaka kuku iko chini ya Kaisari. Hiyo ndio maana ya fashisti. Hata leo papa mamlaka yote inakuwa chini ya nani? Ya papa. Hata pale katika bunge la Marekani utaona wameweka zile fashias zile kama za Kaisari. Yeah. Ni malengo ya Illuminati kwamba Marekani baadaye itakuja kuwa taifa la kifashisti, kwamba rais atakuwa na nguvu ya kuamua juu ya wananchi, okay. Tuko pande pakapo. Sasa hawa Jezuiti au Illuminati waliunda na lakini wao ndo walisukuma mapinduzi ya ujamaa duniani. Wao ukisikia French Revolution ilifanywa na Illuminati ile mwaka 1789 na mpaka 93 mpaka 95 mm. Illuminati ndo walifanya French Revolution. Illuminati pia walifanya Bolshevik Revolution mwaka 1917 pale Urusi wakapandikiza ujamaa, kwa ujamaa ni zao la Illuminati Jesuit na hao, je, hao Iluminant ndo kina, kina Napoleon ukaenda ukamkamata papa okay. Paulo wa sita mwaka 1798, kwa nini ulimkamata papa hapa ambaye ni kiongozi wao? Kwa sababu pa, upapa umekosana na Jesuit, umewangua Jesuit. Kwa hiyo papa akafungwa mwaka mmoja kule Valencia ya Ufaransa, akateswa mpaka akakubali kuwarejesha nani? Jesuit mwaka 1801, tayari Jesuit akaambia warudi, lakini walirudi bila mamlaka. Mgogoro ukaanza. Kwa hiyo Papa Paulo wa, wa Papa Pius wa, si, wa saba aliochaguliwa tena kwa idhini ya Napoleon ambaye ni Illuminati. Sawa sawa. Okay. Ndipo Papa tena akakataa, kwamba akasema Jesuit wawepo, lakini wasio na nini? Mamlaka. Na mamlaka. Wakamfunga Papa jela miaka mitano. Okay. Papa Pius wa saba alienda jela miaka mingapi? Mitano. Alivyotoka ndio wakas, akasaini ule mwaka 1814 kwamba Jesuit warudi na wanacontrol afea yote ya kanisa Katoliki na Vatican, na papas. Kwa hiyo Jesu leo wanacontrol papas, sawa eh? Wanacontrol Vatican, wanacontrol Roman Catholic. Kwa maana pale ndo akapata jina linaloitwa Black Pope. Anakuwa ni papa asionekana. Lakini wanacontrol kila kitu. Hii ni White Pope, lakini ameshasalimisha mamlaka yake chini ya Black Pope. Okay. Kwa hiyo Black Pope ana nguvu. Ana control ni powerful people. Sasa kwa hiyo ndipo Ma, na katoa kiapo mtu yote ambaye atajaribu kuondoa Jesuit au kuwafanya wote na alaniwe. Okay. Jesuit ni hatari. Sasa hao jamaa hao ndio na control affair ya Roman Catholic. Na mtu ambaye anashika kanisa katoliki umeshika dunia. Okay. Ili kanisa rafiki yangu toka miaka 325 msimu mchezo. Eh, okay. Kweli. Zina historia kubwa sika Vatican na Cave kuna ni kilomita yani idu, kuna vitabu ni kilomita za kaza wa kaza chini underground. Yani, unaingia kwenye library unatembea kilometa, okay, okay. Kweli huko <laughs> chini underground. Okay. Na mpaka machifu wetu pale Iringa pale Idete ndio, okay. Kuna mission kubwa pale ya katoliki kubwa sana hapa, kuna mzimu kama joka walikuwa na muogopa lakini wamekuja pale makatoliki wameingia kule <laughs> na wanaingia pale, nyie mnaogopa mizimu, wenyewe waogope na control nyie. Wanajua kila aina ya mzimu wa dunia hii, mizimu ya kila koo wanaielewa, mizimu ya kichaga, mizimu ya sebu. Umekaa miaka mingi Wakatoliki. Serikali ya Tanzania ni changa kwa Katoliki. Okay. Katoliki umetangulia nchi zote za Ulaya, okay. Wametangulia Marekani nchi nyingi, wametangulia. Nenda kauliza kani ya kuminasit tayari wa Jesuit wako, wako China. Hao ndio washauri wa, wa mfalme wa China nakat wanaondoka ambia fanya rote linda wa Katoliki. Saa hivi kuna mgogoro kati ya serikali ya China na Vatican okay. Kwa nini? ni mgogoro ambao unaenda kumaliza tu vizuri tu na WEF wa maslahi. Kwa hiyo hao jamaa ni hatari. Kwa hiyo Muhammad anazaliwa wa Katoliki wako. Okay. Nao ndio walimpa utume na kwa malengo walim walimtengeneza wali, wali Muhammad vizuri, nitakupa uthibitisho wa kitabu hapa sasa. Kwa kumalizia sasa, tuje katika hoja, ndio kwamba hawa Jesuits sasa nishawaelezea nguvu yao, ndio ambapo tukienda kwenye dokumenti ya historia wa Marekani White House, ndio wale rais kama Jefferson Adam, Abraham Lincoln wameongelea Jesuit. Okay. Wamesema kwamba ili Marekani iwe safi ifanye liwezalo. Je, Jesuit waangamizwe. Okay. Ila akasema katiba yetu ni laini inaruhusu kila mtu. Okay. Ni ngumu sana kuangamiza taasisi za kidini lakini Jesuit ni viumbe hatari, ni, ni powerful people ulimwenguni, wapo kidini na wakati huo tena wapo nini? Kidini wapo nyuma ya pazia kuona contro kesikia hawa kina Lokafela, okay, kesikia Rostad. hmm. Okay. Ni Jesuit wale <laughs> undercover tu osiwe eh. Ni Wayahudi, Wayahudi wanatumika. Kuna mkataba mmoja waliingia Wayahudi baada ya vita vya vita vya kwanza vya crusade vya msalaba. Kuna kizazi cha kiyahudi pale ambacho wale wale wale wa Rumi walivyokuja pale mwaka 1000 mwaka 1095 pale Israeli kwenye vita pale, ndio walibaka wale wanawake wa Kiyahudi. Okay. Sawa, kuna kizazi ambacho kilizaliwa pale, wale watu wakapelekwa Ulaya, baadaye wakatrainiwa wakarejea. Hicho ni kizazi kina ni hybrid okay. Yahudi na Mrumi. Sasa hicho ndio kizazi ambacho leo kina control, usikia wao Zionism mm -hmm. Ndo hao okay. Sa, sawa mm -hmm. Kwa hiyo ukiona ile, ile eschatology ya Katoliki na eschatology ya Zionism ni the same, sababu hawa Jesuits mwaka 1516 ndio moja anaitwa Francisco Ribera na Arikaza na Bermain hawa ndio waliunda eschatology ya, e ya, ya, ya kutengeneza tempo la tatu okay. Sasa hapa hapo kwamba mpinga Kristo si papa, sababu protestant sema mpinga Kristo ni nani? Ndia. Ni papa, kwa hiyo wakatengeneza fundisho kwamba mpinga Kristo atakuja mbeleni okay. Na ataenda kutawala pale Yerusalemu na ataingia ndani ya hekalu

hekalu e, la tatu lazima ili dini ya Kiyahudi na Masihi haje lazima wajenge karo. Okay. Kwe, Masihi si Masihi. Kwa Masihi anayesubiriwa si Masihi. Kwa atakuwa ni Masihi lakini ni, ni devil mwenyewe, shetani. Okay. Ambapo kwenye Umoja wa Mataifa pia wanamuita wana Maitreya au Cosmic Christ ambapo atakuja kuleta amani duniani. Okay. Sasa hapa kapa eh? Ndiyo. Sasa hicho ni kitu ambacho kimetengenezwa na Jesuit. Kwa hiyo Protestant leo wamekuwa wamepigwa chenga la macho. Kwa hiyo walikuwa wanafundisha mpinga Kristo nani? papa ndio hata wale wazee wa imani, mababa wa imani wa kanisa. Kwa sema, mpinga Kristo atatokea Roma si Jerusalemu, ni Jesuit mindset mabaanwaeo imeshatengenezwa pale. Kumbe hilo jambo la kusema mpinga Kristo atatokea pale Jerusalemu si fundisho la Kiislamu masida ni maake aaa maaari ehe, ni wale wa hata huyo Isa wanaomsubiria ni huyo huyo si Yesu. Okay. Kwa sababu Isa atashukia kwa mujibu wa eskatolojia ya Uislamu, atashukia pale Syria. Okay. Ndiyo kwenye msikiti mmoja pale kwamba atashuka malaika mmoja wa kulia kwake, mmoja wa kuume kwake, atashuka pale Isa. Okay. Afu Isa atapambana kumuua Masih Dajjal. Ndio. Akiongozwa na Imam Mahdi. Ndio. Ambapo sasa Washia na Wasuni wanapambana. Wasuni wanaamini Mahdi kashazaliwa, ipo kwenye pango. Wasuni wanaamini Mahdi atakuja. Na ukisoma kwenye mpango wa moja mataifa. Ndio. Ule wa kidini. Diyo. Mahidi naye amezungumziwa ndani na, na Buda wa tano na Maitria pamoja na mpango ma, ma, mpango uh, wa moja mataifa atakuja mataifa uh, uh, uh, Mahadi. Mahadi. Okay, lakini Mariam, lakini wanasema hivi huyo ambao wanamsubiria atakuja kutimiza unabii wa Buda kuja mara ya Buda wa tano wa Hinduism kwamba ni Krishna. Pia atatumia unabii wa Yesu Kristo kwamba yeye ni Yesu Kristo yeah. Na pia atatumia unabii wa Imam Mahdi, ni mtu huyu huyu. Wenyewe wataweza kufundisha no. Kwamba huyu ni mtu mmoja ambaye kwamba sio yani, Mungu, Mungu yupo mmoja yeah. Ila Mungu ametuma amemtuma alituma hawa, manabii hawa viongozi wa dini kwa kila taifa yeah. Kwa Wachina akawa Buda okay. Kwa Wahindu akawa Krishna Kristo kwa Yesu, kwa akawa Kristo okay. Na kwa Waislamu ni Imam Mahad okay. Au Maitria, na kwa Wayahudi ni Masaya hiyo okay. Anapokuja ni mtu huyu mmoja, anatimiza unabii wa viongozi wote wa kidini okay. Hiyo ni saa moja ujio ni, ni oji tufungue document za Umoja wa Mataifa okay. Umoja wa Mataifa si entity ya kisiasa, ni entity pia ya kidini, kwa goal la Umoja wa Mataifa ni world federation under Masaya, lakini hiyo masai ni fake Christ. Sema kwamba tuja makristo wa uongo na kristo wa uongo, mwisho wa siku dunia nzima itapokea shetani wakizania kwamba wamempokea Kristo, na wabuda wakizania kwamba wamempokea Buda, watano Wahindi wamefikia wamempokea Krishna, na ao wakifikia wamempokea Isa au Imam Mahadi.